Na mtazamaji kongamano la walimu wakuu linang'oa nanga rasmi leo katika kaunti ya Mombasa. Zaidi ya walimu wakuu elfu tisa wanahudhuria kongamano hilo, wakati ambapo walimu wakuu wamepuzilia mbali agizo la kutoa tozo wanafunzi ada zaidi shuleni. Francis Mtalaki tunaongea naye hivi sasa moja kwa moja kutoka Mombasa. Ni kwa nini Francis Mtalaki walimu hao wamepuzilia mbali agizo hilo? Asante sana Rashid, sababu kuu ambayo kulingana na mwenyekiti uh, wa uh, walimu wakuu kote nchini, bwana Willy Kuri anasema kwamba ni kutokana na sababu kadha wa kadha wam, kwamba wameweza kufutilia mbali swala hili na kusema kwamba kamwe haitoweza kufanya kazi kutokana na kwamba tayari bei ya mfumuko wa bei kutokana na zile bidhaa wanazonunua kama walimu uh, wakuu shuleni imepanda kwa asilimia 45, na uh, mfumo huu ambao ni wa kuweza kugawa mgao kwa fedha za shule uh, za uh, humu nchini basi umeweza kuwa katika uh, nchi hii katika miaka kumi iliyopita. Kwa hivyo kuna uh, haja ya kuweza kufanyiwa marekebisho, lakini kuna mambo mengi ambayo walimu wakuu watakuwa na jumuika na uh, pamoja kuweza kujadili, lakini kuu zaidi ni kuhusiana na ni jinsi gani serikali takwenda uh, kufadhili elimu, na jambo lingine ni kwamba ule mgao ambao unafika katika uh, shule uh, umeweza kufika katika wakati wa wakitoa mfano kwamba hadi sasa hawajaweza kupokea mgao wa muhula wa sasa. Niweze kujumuika na baadhi ya walimu wakuu. Nianze na wewe, tueleze majina, unatokea uh, shule gani ama kaunti ipi, na kongamano hili lina umuhimu gani hasa, ikizingatiwa kwamba masuala ya fedha yatakwenda kuzungumzwa hapa? Asante sana kwa jina, mimi naitwa Masara Ombori. Eh, sasa Masara Ombori, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Nyansaki ya PH Kisi County, Maran Sub County. Uh, matarajio yangu ni kwamba katika mwisho wa kongamano hili serikali ingetoa uh, uh, way forward ya kupeana walimu uh, um, uh, I should say, um, returning of the teachers and also capitation should be well looked into. Pesa ifike shuleni mapema three kuw proper development of infrastructure kwa sababu mashule mengi hayajakuwa tayari kupokea wanafunzi in terms of infrastructure i think those are the three areas that i feel should be taken seriously nikijakwa Asante. Asante, kwa majina. Alafu niambie, na jana mwenyekiti wenu alisema kwamba hili swala la kuwatoza uh, wazazi ama wanafunzi fedha zaidi ni, ni sharti liliweze kuendelea ama ile idadi ya mahakama haiwezi kutekelezwa kutokana na kwamba shule zina mahitaji nyingi sana. Ni kweli? Uh, kwa majina mimi naitwa Simon Motonga, Principal kwa Ringo Secondary School. Hakika tuko na changamoto ya fedha kutoka kwa serikali kwa sababu hizo pesa hazitoshi kila mwaka ni kama tunapokea elfu kumi na nne na zile pesa ambazo serikali inafaa kutupatia ni elfu ishirini na mbili hivyo kuna deficit ya kama shilingi elfu nane ambazo hatupokei kila mwaka uh, tuko na changamoto kabisa ya running the schools na tunaomba serikali hii deficit ya 8000 wahakikisha kwamba wanailipa in good time ili mambo ya education the quality of education in Kenyan schools iwe nzuri. Pia tungeomba pia capacity building ya walimu ifanyike kwa upesi, tunapopokea gredi ya kumi kuanzia mwaka kesho. Asante sana, asante sana. Labda wewe kama mwalimu, matarajio yako ni yapi hasa katika kongamano hili? Na pia kuna swala la nyi walimu kutotoza ada uh, zaidi shuleni, msimamo wako ni upi? Asante Mtalaki. Tuna matarajio yetu ni mengi especially wakati tunapokea kia grade ya 10, so kukuja kwa hii kongamano ni ili kujitayarisha tunapowapokea. Inakuwa ngumu kidogo, fedha kidogo, lakini lazima tujikakamue, tuhakikishe kwamba tumewatayarisha tumetayarisha, shule zetu ziko tayari kwa sababu ya grade ya kumi. So la muhimu ni kwamba tumejiandaa, tumekuja hapa ili tupate kama kuna mahali hatuko kaza, at least uhakikishe kwamba tunaporudi tunaenda kukaza ili tujitayarishe kwa sababu ya grade uh, ya 10. Asante mtala. Mbona mnasema fedha ni chache? fedha siku zote hizi hazitosha, so lazima tung'ang'ane, tutafute njia mikakati zote, na serikali pia inapong'ang'ana upande wake pia sisi tung'ang'ane. Siku zote fedha hizi hazitosha. Asante sana. Songa hapa karibu, tuambie majina yako, alafu kuna haja labda ya kuweza kuongeza ule mgao wa se, se, wa elimu. Asante ah, sana. Huu ni Bono Galo I teach in Nyatike I am here in this conference and ningependa kusema mambo machache hapa jambo la kwanza ni kuwa the capitation that is sent to schools i want to say a lot of our schools are really struggling our principals are under a lot of stress and the entire management i want to urge the government to ensure that the capitation that is sent to schools inaletwa kwa muda unaofaa na tena uh, the amount should be looked into what is being received today is not adequate to run our schools then the other issue that i would want to talk about very strongly is the issue of cba walimu wetu wanangoja ili the tsc to uh, finalize the cba but as things appear now We are just some few days to the end of uh, this financial year and teachers don't know what will become of our CBA. So I want to to urge all the our the the the the stakeholders, parliamentarians, education committee and everyone else that that let us come together, join the unions to ensure uh, that the CBA is put in place uh, before the elapse of this financial year. Thank you. Asante sana. Ni mwalimu kutoka uh, uh, uh, maeneo ya ya ya Nyanza kizungumza nasi moja kwa moja katika siku hii ya kwanza ya kongamano la 48 ambalo linafanyika katika kaunti ya Mombasa. Walimu wakishikilia kwamba kamwe uh, fedha ambazo zinafika katika shule zao basi haziwezi kutosha, ndipo sasa wanapata kwamba wanahitaji kuambia wazazi waongeze kibaba, ili masomo yaweze kuendelea ya shuleni. Na kuu zaidi ni kwamba serikali iweze kufikisha ule mgao katika shule zote kote nchini kwa mapema. Kwa sasa bado serikali haijaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia, Rashid, swala hili kwa kina. Kongamano lenyewe ndio limeng'oa nanga. Kwa hivyo siku nzima a, wiki hii nzima samahani, tutakuwa hapa kuweza kuwapasha yatakayo yanaendelea kuhusiana na sekta ya elimu. Rashid. Naam, shukran.